Okay. Karibu sana kwenye napita tu ya siku ya leo ambayo ina nafasi ya kutufahamisha kuhusiana na moja ya kamati iliyokuwa eh, kubwa sana kama mko nazifahamu, kamati za hapa na pale. Leo ina nafasi ya kumfahamisha kuhusiana na kamati inayofupishwa kwa kuitwa ICRC. Ushapata nafasi ya kuisikia au kama hujapata nafasi ya kuisikia, basi ni kukaribisha tu kuendelea kusubscribe channel yetu, kwa sababu kuna mengi kama haya ambayo tunahitaji kuyafahamu. ICRC inafahamishwa kwa urefu zaidi kama International Committee of the Red Cross. Yes, yani ICRC ni International Kamati of the Red Cross na ni kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu inajulikana hivyo. Kamati hii ilianzishwa mnamo mwaka 1863, ikiwa ni Februari 17, huko Jiniva Uswiz, na alianzisha anaitwa Henry Dunant, ambaye yeye alikuwa ni mwanzilishi wa kamati hii, lakini kamati hii pia ina heshima ya kupata tuzo za Nobel, yani tuzo za amani ya Nobel E, mara tatu na ilipata mwaka elfu moja mia tisa na kumi na saba ikaweza kupata tena tuzo hiyo mwaka elfu moja mia tisa arobaini na nne na ikaweza kupata tena tuzo hiyo mwaka elfu moja mia tisa na stini na tano lakini kama utakuwa ulikuwa ufahamu zaidi, e, ICRC kamati hii imetengenezwa Ae, kwa shabaha ya kuwepo kwa kamati hii ni kusaidia na kulinda watu wakati wa vita. Kwa hiyo ndo hilo ndo jukumu kubwa lilotengeneza kamati hii ya ICRC, yani International Kamati of the Red Cross, kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu. Ni hayo tu kupitia na pita tu ya siku ya leo, aitosheka nayo na lipokee kwa mkono uliokuwa wa baraka zaidi.